Nilizidi kusogea na mwanga wa ajabu wa rangi ya bluu uliendelea kunivutia kama mtego. Nilipofika karibu zaidi, mwanga ule ulikuwa wazi zaidi. Moyo wangu ulianza kupiga haraka nilipoona watu waliokuwa wamesimama kwenye duara wakiwa wamevaa mavazi meusi yaliyofunika miili yao. Walikuwa wanazunguka wakifanya tambiko ambalo halikuwa la kawaida hata kidogo. Sikujua alikuwa akisema nini, lakini sauti zao zilikuwa za kutisha, zikitoa mlio wa ajabu uliozidi kupanda kwa sauti na kuigonga akili yangu kwa mshtuko. Katikati ya duara hilo nilimwona Nzile, alikuwa amesimama imara, uso wake ukiwa na mwanga wa ajabu uliotoka machoni mwake. Sikuweza kuamini kile nilichokuwa na kishuhudia. Nzile wangu, mke wangu, alikuwa sehemu ya jambo ambalo lilikuwa nje ya uelewa wangu. Kulikuwa na giza ndani yake ambalo sikuwa nimewahi kuliona. Alikuwa tofauti kabisa na yule mwanamke niliyemwoa. Mwili wangu ulitetemeka kwa nguvu na nilijaribu kurudi nyuma, lakini sikuweza kuondoa macho yangu kwake. Nilihisi nimesimama kwenye mtego, kana kwamba nilikuwa nikiangalia ndoto ya kutisha ambayo sikuweza kuamka. Mawimbi ya baridi yalipiga mwili wangu. Lakini hisia ya hofu ilizidi kutawala. Nilijua kuwa hiki kilikuwa kitu ambacho sikupaswa kushuhudia.